Karibu tena kwenye official Khudhey Pi updates, sehemu pekee unayopata taarifa zote mpya sahihi kuhusu maendeleo ya Pi network katika ulimwengu wa Web3 na blockchain. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, na kukaribisha sana. Hakikisha umesubscribe, umewasha kengele, umelike na kuacha maoni yako, ili tuendelee kukua pamoja. Kama kawaida, hapa tunakuletea updates za kina uchambuzi wa kweli na maelezo ambayo unayahitaji ili kuendelea kuelewa safari ya Pi kuelekea matumizi halisi duniani pamoja na fursa zinazojitokeza kila siku. Leo tumekuandalia habari muhimu sana kuhusu ushirikiano mkubwa na wa kimkakati kati ya Pi Network na CiDi Games, ushirikiano unaolenga kuimarisha sekta ya michezo, kuongeza matumizi halisi ya Pi na kupanua mfumo wa ekolojia unaozunguka sarafu hii. Basi kaa vizuri, tulia, na tuingie moja kwa moja kwenye taarifa hii iliyoleta msisimko mkubwa kwa familia nzima ya Pioneers duniani. Pi Network imetangaza ushirikiano wa kimkakati na CiDi Games, jukwaa la michezo linalotengeneza michezo inayounganishwa na sarafu ya Pi, ambayo mamilioni ya Pioneers wanaweza kuitumia. Pia jukwaa hili linaongeza uwezo wa mfumo wa Pi, kuruhusu michezo mingine na wajenzi wa program kuitumia. Ushirikiano huu kati ya Pi Network na CiDi Games umeundwa ili kupanua matumizi ya Pai katika dunia halisi pamoja na kuimarisha na kukuza sekta ya michezo katika mfumo wa Pai. Ushirikiano huu unapanua matumizi halisi ya Pai katika shughuli za kila siku. Unawapa developers ishara ya wazi kwamba Pai imejikita kikamilifu kwenye michezo kwa kiwango kikubwa unaongeza fursa mpya kwa pioneers kutumia na kuhusiana na pai kila siku. Ulinganifu wa asili kati ya pai na michezo pamoja na maendeleo yanayoendelea kwenye sekta ya gaming ndani ya pai ndiyo msingi mkuu wa ushirikiano huu na unaendana na mkakati mpana wa pai wa kukuza mfumo mzima wa ikolojia unaozunguka pai. Uwekezaji wa Pi Network Ventures katika CiDi Games unaimarisha zaidi ushirikiano huu. Uwekezaji huo unakwenda sambamba moja kwa moja na malengo ya Pi Network Ventures huku ikiipa CiDi Games nafasi ya kutumia uzoefu wao mkubwa katika utengenezaji wa michezo, uendeshaji wa majukwaa, na malengo yao ya kuweka viwango vipya kama jukwaa la kwanza la michezo ya Web3 litakalofikia mafanikio makubwa na endelevu. Kwa kuunganisha ufikiaji mkubwa wa Pi duniani na uwezo wa CiDi Games kutengeneza michezo bunifu, taasisi hizi mbili zinaandaa mazingira ya kizazi kipya cha michezo ya Web3, michezo ambayo Pi itakuwa kiini cha burudani, upatikanaji rahisi na matumizi yenye maana katika ulimwengu wa kidijitali, kuimarisha mfumo wa michezo wa Pi kupitia ushirikiano na uwekezaji. Pi imeingia ushirikiano na CiDi Games kwa sababu michezo inalingana kikamilifu na mazingira ya Pi Network na ni sekta ambayo Pi imekuwa ikiikuza na kuiendeleza mara kwa mara ndani ya mfumo wake. Ushirikiano huu ni sehemu ya mkakati mpana wa kina na endelevu wa Pi wa kupanua mfumo wake ikijumuisha uwekezaji kupitia Pi Network Ventures wenye malengo ya kuongeza uzalishaji na shughuli kwenye mtandao pamoja na kuchochea utengenezaji wa bidhaa muhimu na zenye kuvutia watumiaji. Kwa nini michezo inafaa sana katika mfumo wa Pai? Michezo ni ya kijamii, inahusisha mwingiliano, ina uchumi wa ndani, yani virtual economy, na ni sehemu ya uzoefu wa kawaida wa binadamu. Tunacheza michezo kwa ajili ya burudani. Vipengele hivi vinaifanya michezo kuwa sekta kubwa na muhimu ambayo inaweza kustawi ndani ya mtandao wa kijamii wa Pai, jamii kubwa ya wanadamu waliohakikiwa, wanaotumia kripto, walioko tayari kushirikiana na kufanya miamala. Ushirikiano kati ya Pi na CiDi Games unaunda mzunguko wa faida kwa pande zote mbili. Michezo inaweza kuvutia watumiaji na kupata umaarufu kwa kutumia jumuiya kubwa ya watumiaji wa Pi, yaani mamilioni ya Pioneers. Wakati huo huo, matumizi na huduma mpya zinazojengwa na watengenezaji wa michezo zinaimarisha zaidi jamii ya Pi kupitia ushiriki, uzalishaji na ubunifu. Hadi sasa, Pi imekuwa ikiunga mkono sekta ya michezo kupitia mashindano ya hackathon, programu za kukuza na kulea programu, zana zilizokwisha tengenezwa tayari pamoja na mfumo wa kupata mapato kupitia Pi Ad Network. Aidha, Pi ilizindua mchezo wake wa Fruity Pi ambao umeunganishwa moja kwa moja na malipo ya Pi, matangazo ya Pi Ad Network na Pi Wallet, kudhihirisha namna huduma na zana za Pi zinavyoweza kusaidia programu kwa njia ya moja kwa moja endelevu na jumuishi. Ushirikiano kati ya Pi na CiDi Games unaimarisha juhudi zinazoendelea za Pi katika kujenga mazingira madhubuti na yanayojitegemea ya michezo ndani ya mfumo wa Pi. Hatua hii inalenga kupandisha kiwango cha ujumuishaji wa michezo, kuongeza mwingiliano wa kijamii na kusukuma ubunifu katika mtandao mzima ili kuunda uzoefu mpya wa michezo na burudani katika mazingira ya Web3. Maendeleo ya mfumo wa Pi na uwekezaji mkakati wa Pi Network Ventures. Ushirikiano huu unaonyesha pia nafasi muhimu ya Pi Network Ventures katika mkakati mpana wa mfumo wa Pi. Uwekezaji wa kimkakati kwa kampuni kama CiDi Games unaiwezesha Pi kushirikiana na wabunifu wenye uzoefu kwenye sekta nyingine kama michezo. Hawa wanaweza kuchangia matumizi ya program binafsi na pia miundombinu ya kiwango cha juu inayopanua kile ambacho watengenezaji na pioneers wanaweza kujenga ndani ya Pai. Huu ni mfano mmoja tu wa mbinu ya Pai yenye sura nyingi katika kusaidia miradi inayopanua matumizi halisi ya Pai. Kuanzia ujenzi wa program kupitia Pi App Studio hadi uwekezaji wenye athari kubwa kupitia Pi Network Ventures. Kuanzia hackathons hadi program maalum za incubation na kuanzia msaada wa kiteknolojia kama Pi SDK hadi model za kibiashara tayari kama Pi Ad Network, lengo la Pi sio kujenga bidhaa moja au huduma moja pekee, bali kuchochea faida zinazoonekana sehemu tofauti za mfumo kama ushiriki wa pioneers, ukuaji wa jukwaa na mutisha kwa watengenezaji, zinaposonga mbele kwa pamoja. Pi Network Ventures inaweza kushirikiana na pioneers wenye uzoefu na kampuni zinazokuwa kwa kasi ambazo kazi zao zinaongeza thamani na manufaa kwa pioneers. Ushirikiano na CiDi Games ni mfano dhahiri wa jinsi ushirikiano unavyoweza kuharakisha zaidi dira ya muda mrefu ya Pi ya kujenga mfumo wa matumizi halisi unaofikika kwa wengi, CiDi Games kujenga michezo iliyounganishwa na Pi na kupanua jukwaa la Pi kwa kuunganisha utaalamu wa CiDi Games katika kutengeneza michezo bunifu pamoja na jumuiya kubwa ya Pi na jukwaa lake kamili, ushirikiano huu unaweka msingi madhubuti wa kupanua matumizi halisi ya Pi kupitia michezo. CiDi Games inatengeneza maktaba ya michezo ya ubora wa juu kwa mfumo wa Pi. Kampuni ipo katika hatua ya kutengeneza H5 Game Platform, hub ya michezo ya HTML5 iliyopangiliwa kwa michezo nyepesi na ya kuvutia. Pai itawekwa moja kwa moja ndani ya michezo yao na kuwa njia kuu ya malipo, miamala na motisha ndani ya jukwaa. Aidha, CiDi Games inatengeneza mfumo wazi unaopanua jukwaa la Pai ukiwa na zana zaidi, API na miundombinu kwa watengenezaji wengine wa michezo. Hii itarahisisha ujumuishaji wa michezo mipya na kujenga mazingira ya michezo yaliyounganishwa zaidi ndani ya Pai. Toleo la awali la bidhaa yao linatarajiwa kuanza kupimwa katika robo ya kwanza ya mwaka 2026. Kipaumbele cha maendeleo kitawekwa kwenye kuboresha utendaji, kutumia maoni ya watumiaji na kuhakikisha mfumo unalingana kikamilifu na mazingira ya Pi. Pi Network na CiDi Games wataendelea kutoa taarifa zaidi kadiri maendeleo yanavyoendelea. Kwa sasa, ushirikiano huu ni hatua kubwa kuelekea kupanua matumizi ya Pi na kuifanya michezo kuwa injini muhimu ya kukuza mfumo wa ikolojia ya Pi.